Angalau kaunti tano zinakumbwa na makali ya ukame huku idara ya utabiri wa hali ya hewa ikidokeza kuwa sehemu kadhaa zitapokea viwango duni vya mvua wakati wa msimu huu wa mvua. Afisa mkuu wa halmashauri ya usimamizi wa hali ya kiangazi humu nchini, kanali mstaafu Hared Adan amesema kuwa serikali imebuni mpango madhubuti wa kukumbatia hali hiyo, wa kukabiliana na hali hiyo Habu. Akiongea wakati wa shughuli ya upanzi wa miti katika shule ya sekondari ya wasichana ya Modogashe huko Garissa, kanali mstaafu Adan alionya kuwa takribani kaunti tano huenda zikakumbwa na maafa yanayotokana na ukame, akisema kuwa serikali kupitia idara ya mipango maalum inasambaza chakula cha msaada na maji katika kaunti hizo. Kaunti zilizoathirika ni Wajia, Mandera, Marsabit, Kilifi na maeneo ya kaunti ya Garissa. Kwingineko, mtetezi wa mazingira kutoka Malindi anaitaka serikali kuwashtaki wale wanaokiuka sheria za kulinda mazingira na kutupa taka taka kiholela Every Wakati huo huo, baadhi ya wanaharakati wa mazingira wanashinikiza upanzi wa mikoko na nyasi kwenye ufuo wa bahari ili kulinda mazingira. Kundi hilo lilisema kuwa mbali na kusaidia kupunguza hewa ya kaboni angani, mimea hiyo pia itabuni mazingira bora ya viumbe vya majini. Njia ambazo Kemfri imeweka, kuna mangrove portal ambayo imewekwa e, katika hii um, online mapping inaweza ikaonyesha sehemu ambazo e, ziko na potential ya kutoa toa hewa kaa. Na takribani familia mia moja katika kaunti ya Kajiado zimepokea mbegu za nyasi za kupanda. Mradi huo unalenga kukabiliana na gugu la ipomea ambalo linasambazwa kwa kasi katika kaunti kame mradi huo wa utoaji tani tatu za mbegu za nyasi iliyoboreshwa aina ya Maisai lav za thamani ya shilingi milioni 6 ni sehemu ya mpango wa Benki ya Dunia wa kufadhili mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. <tipi> Hatimaye, kama sehemu ya kuwafikia lengo la serikali la upanzi wa miche bilioni 15 ya miti ifikapo mwaka 2032, wizara ya kilimo katika kaunti ya Makueni imeanza mpango kabambe wa upanzi wa miti katika maeneo chepechepe huko Kiu.